Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mwalimu Maiki na Mchungaji Mmasa, na tunafurahi ya kwamba unaweza kutazama video yetu katika mafundisho, na ni mafundisho ya misingi ya imani, na leo tunafikiria jinsi alivyo Mungu, jinsi alivyo Mungu, tabia yake na asili yake. Lakini tutaanza na swali hili. Mchungaji, um, sisi wanadamu tunawezaje kujua jinsi alivyo Mungu. Tunawezaje kujua uh, ni ni mungu wa namna gani, na tabia yake asili yake ni nini? Tunawezaje kujua mambo hayo? Uh, tunaweza kujua kwa sababu Mungu amejifunua mwenyewe kupitia uumbaji, lakini amejifunua mwenyewe kupitia Yesu Kristo na ameendelea kujifunua mwenyewe kupitia neno lake. Yeah, kabisa, kwa uh, katika Biblia na katika Yesu na tunaona katika matendo yake ulimwenguni, lakini hasa kwa tafsiri ambayo Biblia inatupa in na tunafikiria leo kuhusu asili yake, uungu wake, na tabia yake, jinsi alivyo mwema. Na tukianza na asili, asili yake, jinsi alivyo Mungu katika uh, uwezo wake uh, tunaweza kusema Mungu ni mwenye uwezo wote mwenye uwezo wote, anafahamu kila kitu, ni uh, mwenye hekima kwa ukamilifu, yuko kila mahali na kila wakati. Hakuna anayeweza kumshinda, akumpinga, akumzuia. Uh, hakuwa na uh, hakuzaliwa, hakuumbwa, hakuna uh, Mungu hana mwanzo wala mwisho, hafi, ni wa milele. Uh, ni mwenye uhuru kabisa, ni mkamilifu, habadiliki hawezi kulazimishwa ku, uh, kufanya chochote, kusikia uh, chochote. Hawezi kuumizwa uh, sio sehemu ya umbaji, ni muumba. Sio sehemu ya, mumbaji, uh, ya umbaji. Yuko binguni lakini pia yuko karibu na sisi sote, anajali anapanga yuko karibu kwa neema, anatolea kwa kila kitu, anafufua wafu, anatoa anahuisha, anatoa maisha um, aliumba ulimwengu na kila kitu ndani yake, na kuna zaburi, mz, zaburi nzuri ya kusoma uh, ambayo inaonyesha mambo mengi katika ile orodha ambayo nimetoa, nime sasa hivi uh, Zaburi mia na thelathini na tisa mm. Um, na tutasoma si yote, lakini mistari kadhaa katika zaburi hiyo kwa sababu uh, ni zaburi nzuri ya kusikia. Inafundisha juu ya Mungu, jinsi alivyo, hasa katika uh, ukaribu wake na neema yake kwa sisi. Inaonyesha uwezo wake mkubwa, lakini kwa mazingira ya kwamba yuko karibu na na sisi. Na changamoto ni kwamba watu wengi wanaweza kutambua Mungu ni mwenye uwezo na ni, ni mkubwa sana na anajua mambo mengi, lakini hawa hawafikiri ya kwamba Mungu pia yuko karibu na sisi. Wana, waza Mungu kuwa mbali na hajali kwa hiyo tukisoma Biblia tunaona ya kwamba Mungu ndiyo yuko binguni lakini pia yuko karibu na sisi na anatujali kwa sababu sisi ni viumbe vyake, anatupenda. Kwa hiyo Zaburi hii 139 tukisoma msaa wa kwanza hadi kumi na sita na tunaposoma angalia jinsi ambavyo Mungu anatujali lakini pia ana uwezo mkubwa sana. Mchungaji, karibu. Asante, Zaburi ya 139 Biblia inasema Ee Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu, umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu, umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Bwana, umenizingira nyuma na mbele, kaniwekea mkono wako Maarifa hayo ni ajabu, ya ajabu yanishinda mimi, hayadirikiki siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? kama ningepanda mbinguni, wewe huko; ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe huko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika, na nuru inizungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana, na giza na mwanga kwako ni sawasawa. Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sija kamilika chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Okay. Ah, Yeah. Pia. Mungu, fikra zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Um, hapa tunaona jinsi ambavyo Mungu yuko pamoja na sisi kila mahali, na anatujua tunapotoka, tunaporudi, tunapoketi. Anajua mawazo yetu, anajua maneno yetu hata kabla hatujasema. Uh, hakuna mahali ambapo Mungu hayupo. Ukikimbia hapa apale, Mungu yupo. Lakini pia jinsi ambavyo anajua maisha yetu kabla hatujazaliwa mpaka mwisho na tutakapofariki anajua kila kitu. Ana yuko kila mahali, ana hekima yote na lakini yuko kutujali uh, na kutupenda. Kwa mfano inasema um, msaa wa 14 nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu ya jua sana. Na picha hii ni picha ya kama mshonaji ambayo anashona kitu kidogo sana, na kwa sababu ni kidogo sana, ana anatumia kama akili zake zote na kujitahidi kupata kila kitu kukaa vizuri sana bila kosa. Na Daudi hapa anasema ndivyo jinsi Mungu alivyotuumba kila moja mm. Jambo la ajabu kabisa. Unaona nini hapa mchungaji, kuhusu uwezo wa Mungu? Uh, kwanza ni sifa yake Mungu kuwa ana uwezo wote mm. ni sifa yake, hakuna jambo katika mambo yote yanayotushinda binadamu na Mungu anashindwa, hapana. Uwezo wake ni juu ya wote na juu ya yote mm. na juu ya kila kitu mm. Kwa hiyo tukimsimulia na kumwelezea Mungu katika uwezo wake ni ajabu sana, hata hatuwezi kusema kama tunavyohitajika kusema. Yeah. kwa hiyo Mungu ni wa pekee sana yeah. Mungu ni mkuu sana na hii inatushangaza mm-hmm. kwa sababu tunaweza kujaribu kumwelezea kwa ubinadamu, kwa picha ya kibinadamu yeah. Lakini ni zaidi ya hivyo sana. Ni zaidi ya hivyo, haielezeki Tunajaribu kueleza pale kwa fikra za kibinadamu mm. Lakini haelezeki kama inavyopaswa aelezeki, mm. Kwa hiyo Mungu ni wa ajabu katika uwezo wake, hatujui mm. Hatujui yote, mm. Kwa sababu yeye anafanya kila kitu kwa namna yake yeah. Kwa njia yake yeah. Kwa hiyo tunaweza kumwelezea pale tu, uh, kidogo, tunapofunuliwa, lakini sio yale tunayoeleza ndivyo kwa ukamilifu wake alivyo kwa sababu yeye ni ni Mungu na sisi ni binadamu yeah, na na yuhuru mm, kufanya chochote ambacho anapanga kufanya. Hakuna ambacho mm, a, a, anaweza kumpinga, kumzuia mm. Uh, lakini pia uh, yuko uh, kutusaidia. Na kuna watu ambaye wanasema lakini Mungu yuko binguni, ametuacha, hajali, na wanayotutawala kila siku ni kama miungu au pepo au mashetani um, au um, babu walio uh, tutangulia na, na nyingine. Lakini sivyo picha ya Biblia, mtazamo wa Biblia ni kwamba Mungu yuko mm. kila uendapo, Mungu yuko anatawala, analeta mipango yake kwa utimilifu wao um, ameweka utaratibu katika u, ulimwengu, kwa sababu kuna Mungu mmoja na ni nia yake, mpango wake ambaye unatawala kila kitu yuko kwa uwezo wake ni uwezo mkubwa sana, lakini yuko kwa ajili yetu, na kuna mfano mwingine ambaye nitapenda, uh, tusome na tuangalie katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya kumi na mbili na mstari wa sita na saba. Napenda sana mfano huo kwa sababu inaonyesha uwezo wa Mungu lakini pia upendo wa Mungu kwa ajili yetu. Luka Mtakatifu sura ya kumi na mbili na mstari wa sita: Je, mashomoro watano hawauzwi kwa senti mbili? wala hasauliwi hata mmoja wapo mbele za Mungu. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote, msiogope basi, bora nini kuliko mashomoro wengi. Kayo ina, inatoa mfano ya kwamba nywele za vichwa vyenu zinahesabiwa na inaonyesha uwezo wa Mungu kwa sababu mimi siwezi kuhesabu nywele zangu na Mungu anaweza, lakini Yesu hasemi Mungu anaweza kuhesabu, lakini amehesabu. Inasema nywele zako za vichwa vyenu zimehesabiwa, ameisha mm. hesabu nywele zako kabisa, na inaonyesha uwezo wako, uh, uwezo wake kwa sababu anaweza kufanya kitu ambacho sisi hatuwezi. Lakini pia mm. ni nani ambaye anafikiri ni muhimu katika maisha yake kujua ana nywele ngapi? Hakuna, labda atapenda kujua. Ni muhimu katika maisha yake kujua ana, ana mbuzi ngapi au kuku ngapi, lakini nywele hajali. Labda yule ambaye anapata kipara ana hesabu zile za mwisho mwisho, lakini kawaida hatujali, ni kitu kidogo sana. Kitu hiki ambacho umeona ni kidogo sana katika maisha yako, mungu haoni ni kidogo sana mm-hmm. Anakujali ya kutosha kuhesabu. Ameisha hesabu nywele za kichwa chako hii ni uh, jambo la ajabu kabisa, na inaonyesha uwezo wake, lakini pia ya kwamba sisi ni muhimu sana kwa Mungu, ni muhimu sana yuko karibu na sisi kwa neema. Mchungaji uh, Mungu ana katika uwezo wake anatunza mambo yote, kwa hiyo anajali kila kitu, na hii ni katika uwezo wake kwa hiyo vile vinavyoonekana ni vya kawaida sana na labda si muhimu sana, lakini viko katika uwepo wa Mungu, na yeye ni sababu ya vitu vyote kuwepo, yeah. e, kwa maana yeye ni muumbaji. Kwa hiyo kila kitu katika uumbaji wake anajua na anajali, kwa sababu yeye ndiye sababu ya hicho kitu kuwepo. Kwa hiyo hii ni, hili ni jambo la pekee sana sisi tunaweza tusishughulike kwa sababu hatuhusiki na kuumba. Sisi ni matokeo ya uumbaji. Sisi ni kama viumbe vingine tu, ni kazi ya Mungu, lakini muumbaji anajali kila alichonacho katika uumbaji mm. wake ni kama baba nyumbani, ni kama wewe nyumbani, kila ulichonacho nyumbani, kwa sababu umekifanya kiwepo, unaweza kukijali mm. na ndivyo Mungu ni zaidi mm alivyo navyo vyote katika uumbaji wake, katika matendo yake, katika kazi zake, anajali yeah. Na huu ni upekee sana wa Mungu mm. Na hivi ndivyo alivyo na, na kila kitu cha uumbaji wake anategemeza kila wakati, anashika ili kiendelee kuwepo, mambo madogo kama mashomoro au nywele, dagaa uh, ni katika mkono wa Mungu yuk, uh, vipo kwa sababu aliwaza, alikuwa mm. na nia ya kwamba vitu kuwepo na vinaendelea kuwepo kwa sababu ya uh, uwezo wake na hekima yake na mapenzi yake. Lakini pia vitu vikubwa kama nyota, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweka kila nyota katika nafasi yake na anakipa kila nyota jina lake mm. na sisi wanadamu japo tuna ile teleskop kubwa na tuna spaceship zile kubwa ambazo zimetoka uh, na zinaweza kupiga picha ya, ya uh, ile um, ule mwengu mbingu uh, kubwa sana na siara na nyota na zingine. Hata sisi hatuwezi kuhesabu nyota, kuhesabu tu hmm. Lakini Mungu aliumba, aliweka kila nyota katika nafasi yake, halafu na anakipa kila moja jina lake Mm. Jina lake ukiangalia kwenye Google uh, jina ya uh, nyota majina ya nyota ambayo wanasayansi wanaweka, hawatoi jina vizuri, wanaweka tu kama herufi na namba, kwa sababu ni nyingi sana, hatuwezi mm. hata kufikiri jina vizuri, lakini Mungu anafanya hivyo. Kubwa sana dogo sana, ana uwezo mkubwa kujali, kuumba na kutegemeza kila kitu kwa mapenzi yake, lakini uwezo wake mkubwa yuko uh, kututunza lakini pia na tabia yake, kwa sababu uh, ni muhimu kuelewa ya kwamba muumba wetu na mfalme wetu na yule mwenye uwezo wote pia ni mwema pia ni mwema mm -hmm. Kwa hiyo tukisoma katika kitabu cha Kutoka 34 kitabu cha Kutoka 34 Mungu ana onyesha Musa utukufu wake kwa kutangaza jina lake, na jina lake linabeba maana ya tabia yake Mungu. Kwa hiyo Kutoka 34, na, na mstari wa sita: Bwana akapita mbele yake, akatangaza Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu na baba zao na wana wa wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Kwa hiyo hapa tunaona uh, Mungu ni mwaminifu, ni Mungu ni upendo, Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwenye haki. Tunaona tena katika kitabu cha Yona, kitabu cha Yona na sura ya nne. Kitabu cha Yona nikiweza kupata, ni ndogo na si rahisi kuitafuta. no. mepate No. Okay, mstari wa pili sura ya nne Yona, nabi Yona, sura ya nne mstari wa pili akamwomba Bwana akasema na kuomba, e Bwana, sivyo hivyo nilivyosema hapo nilipokuwa katika nchi yangu hii? Ndiyo sababu nalifanya haraka kukimbilia Tarshishi, kwa maana nalijua ya kuwa wewe umungu mwenye neema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, umwingi wa rehema nawe wagairi mabaya. Basi sasa, e Bwana, nakuomba uniondolee uhai wangu, maana ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. <laughs> Pole sana Yona, hakutaka kuona Mungu kuwasamehe uh, adui zake yeah lakini Mungu ni uh, mwepesi wa kusamehe watu kwa sababu ya wing, kuwa wingi wa huruma na wingi wa pendo, lakini pia mwaminifu kwa ahadi zake, mwaminifu kwa uumbaji wake, lakini pia ni mwenye haki na um, tunaona wema wake mchungaji, tunapo, Yesu anapofundisha um, ya kwamba Mungu hajali tu watu wema na habariki tu watu wema, lakini anawabariki wote na ana anawahurumia ana wa wote waovu na wema. Yesu anasema uh, Matayo, Mathayo mtakatifu sura tano anasema uh, na wanaomsikia wapendeni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanao waudhi, ili mpate kwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda nini, mtapata thawabu gani? hata watoza ushuru je, nao hawafanyi <coughs> yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu mnatenda tendo gani la ziada? hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamalifu kama baba yenu wa binguni alivyo mkamalifu. Kwa hiyo kuwa mkamalifu kitabia mm -hmm. Siku, uh, kuitikia upendo kwa kupenda na kuitikia wema kwa kuwa mwema, lakini anaonyesha baraka, anaonyesha upendo na huruma, na kwa waovu na wema, wasio na haki na wenye haki. Kwa hiyo tunaona hivyo, lakini ni ni wakati gani hasa katika Biblia ambayo tunaona wema au upendo wa Mungu? um, <clears throat> kuna kuna makundi haya mawili ya watu wenye sifa ya kuwa wema na wale wenye sifa ya kuwa waovu, lakini makundi haya yote mawili tunaona Mungu kwa uwema wake anayahudumia yote yeah. Na huduma ya Mungu iko katika maeneo makuu mawili uh. Eneo la kwanza si katika umuhimu katika orodha, lakini eneo la kwanza ambalo Mungu anahudumia maisha yao ya duniani, anajali yeah. na kuwafanikisha yeah ili waendelee kuishi kwa hiyo yeah. hizi baraka zinawafikia wote, za kawaida za kawaida yeah. kwa maisha yeah. kwa sababu wako duniani, wana mahitaji, kwa hiyo Mungu anawatunza wote, wema na waovu yeah. na Matendo ya Mitume kumi hmm. na nne mstari wa kumi na saba uh, inasema Mungu hajajiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema hmm. akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Kwa hiyo tunaona ukarimu wa Mungu kwa watu wote kama unavyosema, yeah, ndio e. Hii ni kwa sababu tuko duniani na ili tuishi duniani kuna vitu tunahitaji, na Mungu yuko juu ya jambo hili, anatutunza wote. Lakini kundi la pili au sehemu ya pili ambayo Mungu anatunza ni zile baraka za kiroho hmm. kwa watu wa kiroho hmm, ambao tayari wameitwa kwa njia ya injili wameitika na wameingia katika ufalme wake, wanaishi duniani bado na Mungu anawabariki ana kwa baraka zote za rohoni wanazozihitaji. Mungu amewabariki ili kuishi maisha ya Ukristo, maisha ya imani, maisha ya mchamungu. Mungu ametupa baraka zote za kutuwezesha tuyaishi hayo maisha. Kwa hiyo uh, hili ni kundi maalum ambalo limetikia wito wa Mungu, na Mungu amelibariki. Kwao lina kila kitu wanachokihitaji kwa maisha ya kiroho, na kilichobaki Mungu anaendelea kuwalinda, kuwatunza kwa maisha ya kila siku. Lakini hawa ni matajiri, wana kila kitu cha kiroho. Yeah. na Mungu amewabariki tayari, kwa Mungu ni mwema. Yeah. Mungu ni mwema na, na wema wake hapa katika kuwabariki watu um, watu wote kwa mambo ya kawaida ya maisha lakini pia na mambo ya kiroho kwa watu ambao wanamwamini Yesu. Tunaona um, hasa wema wake katika msalaba wa Yesu, mm. Kwa sababu pale anatimiza haki yote, ni mwenye haki, anatimiza haki yote, lakini pia anafanya ili kwamba wenye dhambi waweze kukombolewa uh, mm. Na wasihukumiwe kwa dhambi zao, na ndiyo sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu kwa kutoa mwana wake, alionyesha upendo wake kwa pale ambapo Yesu alikufa kwa ajili ya waovu, kwa ajili ya wenye dhambi. Tunapata kuona wema na upendo na haki na utakatifu na uaminifu na huruma na, na kila tabia ya Mungu tunapata kuona pale msalabani, ambaye Yesu alikufa kwa ajili yetu, lakini pia Uh, tunaona mara nyingi katika maisha ya Yesu tume. Tulianza kwa kusema tunapata kuona Mungu katika Yesu, katika neno lake na katika maisha ya Yesu, mara nyingi tunaona uwezo wa Mungu na tabia ya Mungu, na nitapenda kuonyesha mfano mmoja katika injili ya Luka sura ya saba na hapa Yesu anakutana na mjane na mjane alikuwa anatembea kande ya jeneza ya mtoto wake wa kipekee uh, na ni mjane, mume wake amesha fariki na huyu alikuwa kijana wake wa pekee, na sasa alifariki pia, na kwa hiyo huyu mama alikuwa peke yake na mstari wa kumi na tatu Luka sura ya saba mstari wa kumi na tatu inasema, kwanza kabisa, Bwana alipomwona alimwonea huruma akamwambia, usilie. Kwa hiyo ni jambo zuri, kwa sababu inatuonyesha ya kwamba huyu mjane hakumtazama Yesu na kumkimbilia Yesu na kuomba kitu hakuonyesha kama hali ya kumtafuta kwa imani na kuomba uponyaji ya kitu chochote. Alikuwa tu ana, ana yuko kwenye mazishi yuko kwenye uh, maombolezo, na Bwana alimwona akamwonea huruma, usilie usilie. Halafu uh, Bwana Yesu aligusa jeneza na akasema, kijana na kuambia inuka, na yule maiti aka inuka akaketi, akaanza kusema. Kwa hiyo uwezo wa Yesu kufufua. Hata kifo hakina uwezo wa kumzuia au kumshinda Mungu. Ikiwa Mungu ana mipango yake, kifo hakiwezi kumzuia, atafanya kwa sababu anaweza kuhuisha, anaweza kufufua. Halafu mwisho mstari wa kumi na tano inaonyesha tena huruma za Yesu, akampa mama yake, akampa mama yake mm -hmm. Yaani akamkabidhi kwa mama ili yule mjane asiwe mwenyewe asiwe peke yake, mm -hmm. awe na kijana uh, yake tena. Kwa hiyo tunaona uwezo wa Mungu, tunaona pia na tabia yake katika mfano huo. Kwa hiyo tunaona, chungaji, tumezungumzia sana uh, mm. mambo mengi na tumetaja ma, mawazo makubwa na maneno uh, mengi magumu, lakini tumalize na swali hili: kuna tumaini gani kwa watu, afuraja gani kwa wenye dhambi Tukielewa ya kwamba Mungu ni mwenye uwezo wote, lakini pia Mungu ni mwema. Um, faraja tuliyonayo katika uwezo wa Mungu, Mungu yuko karibu na sisi hayuko mbali. yeah. Yuko karibu na sisi na ni Mungu mwema. yeah. Kwa hiyo katika wema wake anajua kila tunachokihitaji na Mungu kwa namna anavyotutunza anatutunza kwa wema wake, si kwa sababu kila tunachokipata ni tumemwomba na amesikia amejibu. Anafanya zaidi ya tunavyoomba na anatutendea kwa upendo mkuu sana tusiostahili kutendewa. Kwa hiyo Mungu ni mwema sana yeah, na tukimwamini na kumtegemea kwa picha hii ya kwamba Mungu jinsi alivyo ni mwema na yuko kila mahali, yuko karibu nasi, na katika wema wake anatutendea kwa upendo tusiostahili, tunapaswa kuwa watu wa shukrani kwake mm. na kumtegemea kabisa kwa mambo yote ya maisha yetu bila kuwa na shaka yoyote mm. na ni kwa njia hii tutamtukuza Mungu, lakini wema wake utaendelea kuleta baraka nyingi sana kwetu mm. Kwa hiyo ni, ni muhimu tusimame mm, yeah, mm, na ukweli huu. Asante sana kwa kutazama mm. Bwana asifiwe. Amen.